Leo ukasema inatosha, dhambi ninaacha, ubaya ninauacha. Yesu Kristo ana uwezo wa kukubadilisha akakufanya kiumbe kipya. Zambi limfanya Adamu na Hawa wakaukimbia uso wa Mungu. Unapotenda dhambi, unakosa ujasiri mbele za Bwana. Unapotenda dhambi mbele za Mungu. Ndio maana wakati ule Adam na Hawa walipogundua ya kwamba wamemkosea Mungu wakajificha. Yesu Kristo anafika mahali pale anaita Adamu, Adamu uko wapi Adamu, Adamu, Adamu. Oh, Adamu anamwambia niko huku Bwana. Kuna nini huko? Nimejificha, niko uchi. Zambi na kuvua nguo zambi na kuacha